Hapa siku ya leo nimefurahi uh, sana na nawakaribisha sana. Kama nilivyosema mwanzo, siku ya leo ni siku ya kuongea kati yangu mi na nyie, na jua mna mchango mkubwa sana nyie waandishi kwenye maisha yangu, na nilidhani ni muda mzuri sasa wa kupata chakula pamoja, lakini pia kuongea mambo mawili matatu ambao mnatamani kuniuliza, lakini pia mimi natamani kushare kushea nanye. Lakini kubwa leo ni kuhusu product yangu ya Rene Eye Cosmetics. Leo nimetoa product ya Rene mpya kabisa tofauti na ambayo iliyokuwa mwanzo. Kwa sababu hapo nyuma kuna kitu nilikuwa natamani kiwepo kwenye product zangu ambazo nilikuwa bado sijakipata vizuri, kwa hiyo nilikuwa bado naendelea kutumia huku bado naendelea kumshirikisha Mungu ni kitu gani kina miss kwenye hii product ambacho nilikuwa natamani sana kukiona. Kwa hiyo namshukuru Mungu, imechukua muda lakini namshukuru Mungu ameweza kunisaidia kwenye hilo na nimelifanikisha. Nimetoa product ambayo nilikuwa naitamani sana siku zote kwenye maisha yangu Kuanzia mwonekano mpaka matokeo ya mafuta yenyewe. Kwa hiyo nachoweza kusema kwamba leo nazindua sasa rasmi product yangu ya Rene ya mafuta lotion, kwa ajili ya watu wote, wanawake na wanaume. Na mafuta haya ni mafuta mazuri sana ambayo mtu yoyote atakayatumia ataenda kufanikiwa sana, tofauti na kupaka na kung'aa. Lakini mafuta haya yamebarikiwa kama mnavyojua sasa hivi Hakuna kitu nazochoweza kufanya kwenye maisha yangu bila kumshirikisha Mwenyezi Mungu, kwa hata mafuta haya nimewekea maombi mno. Kwa hiyo yeyote ambaye atatumia mafuta haya Mwenyezi Mungu atambariki na ataona makubwa sana kwenye maisha yake, lakini kubwa zaidi 10% kwenye mauzo ya mafuta haya yanaenda kuwasaidia mabinti wale ambao wana matatizo ambao sisi tunawasaidia kwenye Friends of God Ministry. kwa hiyo a mabinti nimekuwa nikiwasaidia sana kwa muda mrefu, lakini watu baadhi walikuwa wanaendelea kunichangia kwa ajili ya kuwasaidia mabinti. So tulikuwa kama um, group letu wa Friends of God tukakaa tukawaza tukafikiri tukasema, 10% ya mafuta haya itaenda kuwachangia hao mabinti. Kwa hiyo wewe utakaponunua mafuta haya au utakuwa tu umengaa, au utabarikiwa tu, utabarikiwa double double. Anasema ukiwa karibu na Mungu unabarikiwa double double, kwa hiyo unakuwa umeenda kuwachangia hao mabinti ambao wanaishi kwenye mazingira magumu. Kwa hiyo sisi tuna product kama mnavyoiona ziko hapa. Tuna hii hapa brown lotion, ambayo hii ni kwa ajili ya mtu mweusi tunayo hii hapa kwa ajili ya mtu mweupe, lakini pia tuna face cream kwa ajili ya usoni, na hii ni brightening serum. Hii ni serum na tuna anti aging ambayo hii inazuia uzee, yani ukipaka hii ngozi yako haisinyai, unazidi kuwa kijana kila siku. Na hii ni kwa ajili ya wale watu ambao wana sugu, kwa hiyo ukitumia hii unatoa sugu kwenye mwili wako. Kwa hiyo hizi product zote ni mpya na ni nzuri sana. Sisi tuliokuepo hapa karibia wote tumeitumia, ambao tuna, tu, tumekualika nyie siku ya leo, tumeitumia na tumeona matokeo yake, ndio maana tumewaletea. Kwa hiyo ni product nzuri sana ambao nakushauri utakii kuacha kuitumia, lakini kama nilivyokuambia kwamba 10% inaenda kusaidia mabinti na bei zetu ni bei za kawaida sana ambazo mtanzania yoyote anaweza akaford. Kwa hiyo leo nataka nitoe nafasi kwa mabinti au wanawake, kwa sababu mimi na deal sana na mabinti na wanawake, kwa sababu ni vizuri kumuinua mwanamke, kwa sababu mwanamke ana mchango mkubwa sana kwenye hii jamii. Kwa hiyo yoyote ambaye unataka fursa ya biashara unaweza ukawasiliana na sisi, kwa sababu next stop tutakuwepo Sinza kwa Remi ambapo ndo kuna duka kubwa la Eye Cosmetics. Tutakutana pale kwa watu ambao wanataka fursa ya biashara waje tuongee, na ambao wanataka kuwa mawakala wa bidhaa zetu pia tutakutana pale, tutaongea pia, tutaacha namba za simu ambazo wataweza kuwasiliana na sisi. Kwa hiyo tunawakaribisha sana na tunawapenda sana karibuni pia kwa wateja wako na mashabiki zako. Lakini pia tunafahamu kwamba, kwanza ni kitu ambacho nimekifanya muda mrefu kama nilivyosema, lakini kuna kitu nilikuwa naona kina miss. Kwa hiyo ndio maana imenichukua muda sana kupata kile ambacho nilikuwa nakitaka siku zote. Na, na kwa nini hii? Ni kwa sababu mimi binafsi napenda urembo. Na watu wengi wamekuwa wanadmire ngozi yangu, wanauliza natumia nini nini. Na niliwahi kuambia kipindi fulani kwamba natumia maziwa na it's not a lie, natumia maziwa kweli nikiwa naoga, lakini kingine ki ambacho nilikuwa nakitumia ni mafuta yangu ya Rene ambayo of course yalikuwa yananingarisha sana, hata hayo ambayo ya nyuma, lakini haya kuna kitu ambacho kimeongezeka zaidi ambacho kinaenda kukung'arisha zaidi, na kama nilivyosema kwamba nilimshirikisha Mwenyezi Mungu, kuna kitu kimeongezeka kwenye haya mafuta ambayo nimeyatoa safari hii. Kwa hiyo kwanza kabisa, kwa sababu napenda urembo, lakini pia watu wamekuwa wakitamani sana kujua siri, ango, siri ya mafanikio ya ngozi yangu. Kwa hiyo nimependa kushare na watu ili nao waweze kushiriki kwenye hii baraka. Ah, no, hapana, sidhani kama kuna shida. Kama nilivyosema before, nilikuwa naifanya na hao wasanii wenzangu, pia walikuwa wanafanya, kwa hiyo wote tulikuwa kwenye same biashara, lakini ambacho nachoweza kusema ya kwangu, niliamua kwenda mbali zaidi, ambacho na kitu kimeongezeka kwenye mafuta yangu, ambacho huwezi kukipata kwenye mafuta mengine yoyote, so I dare you kutumia <laughs> <laughs> okay, sawa, uh...

Uh, product zetu ni affordable, kila mtu yoyote anaweza aka afford. Mfano kama kwenye lotion hizi tunauza elfu hamsini na tano una una afford kabisa, yako mafuta ambayo watu yako wana bei zaidi ya haya lakini hii kila mtu anaweza akaafford, na uzuri ni kwamba ukinunua mafuta haya unakuwa umemchangia binti ambayo yuko kwenye matatizo. Kwa hiyo body lotion tunauza elfu 15, face cream tunauza elfu 45, lakini uh, anti -aging na serum tunauza elfu 15 pamoja na hii ya kutoa sugu. Kwa hiyo kama unavyoona kwamba package ni nzuri nzuri nzuri sana, lakini kwa bei nafuu sana, kwa mtu anataka kutumia package yako ili aweze kupata uh, kupata ile matokeo mazuri kwa haraka inabidi anunue full package, inabidi anunue full package ili apate kile ambacho nakizungumzia. Kwa hiyo anajumlisha sasa, nanunua hapo elfu hamsini na tano elfu hamsini na tano elfu hamsini na tano unapiga hesabu kama wewe. Hey, hivi unaweza kumnunulia mama nyumbani hata, ah, okay. Hey, eh, girlfriend wako hmm. akang'aa mm. Lakini kama unashindwa mafuta yangu, hata ukitumia body lotion peke yake amazing hmm. hata ukitumia serum tu usoni peke yake utakuja kuniadisia uzuri. Mimi napenda vitu ambavyo viko wazi, yani mimi sio mtu wa kupindapinda, nimenyoka. Yaani mafuta yangu hayana mpinzani, na ukiyatumia lazima uone matokeo. Yani nimekaa hapa nikiongea nikiwa kamili, yaani najiamini kupita maelezo, kwa sababu nayaamini, kwa sababu nimeyatumia na nayatumia. okay. <laughs> mkubwa sana, yana ya upako mkubwa sana, yani, ya upako mkubwa sana. Kwa hiyo anakusaidia kutengeneza ngozi kung'aa, lakini pia na neema ndani yake, eh, lakini mbali na hapo, unapokuwa umenunua umechangia wale mabinti, kwa hiyo Mungu lazima akubariki. Sawa, hiyo ni fursa. Yeah. Nimeongea hapo mwanzo nikasema nimetoa fursa Uzuri wa hii product ni ngumu sana kupiga kopi, huwezi kupiga kopi mafuta ya mtu wa Mungu, never <laughs> unatafuta matatizo. Kwa hiyo hamna kopi. Kwa hiyo na nimetangaza fursa kwa watu ambao wanataka kuwa mawakala au ambao wanataka kushiriki biashara, wanaweza wakaja Sinza kwa Remi pale, tuna duka letu la i watalikuta pale. Kwa hiyo ni fursa ya biashara kwa mtu ambaye anataka kuja kushiriki na sisi. Sasa kila kitu na wakati wake na kila kitu na jambo, kila jambo na wakati wake. Kwa hiyo leo kama nilivyowambia, nimewaita tuje tuongee kuhusu mambo ya i cosmetics. Kwani ngozi yake mmeionaje? Nzuri eh? Basi ndo <into> bidhaa <laughs> na <product laughs> ya Rene. <laughs> Eh. Yeah. Hapana, ni mimi mwenyewe, hamna mtu yoyote ambaye nimeshirikiana naye zaidi ya familia yangu. Kwa hiyo ni mimi mwenyewe, yes. Hapana, sio rahisi, changamoto ziko nyingi sana. Kuinvest kwenye mafuta umeyaona, lakini natumaini hujawi, kuna mafuta kama hayo. Kwa hiyo sio rahisi, na pia nasukumwa na sana kama nilivyosema, kwa sababu kuna hawa mabinti ambao sisi tunawasaidia wanahitaji msaada kwa kweli, wanamaa maisha magumu sana. Kwa hiyo siwezi kuwa naomba kila siku kwa watu au kuwa natoa pesa zangu kila siku mfukoni. Kwa hiyo at least tuna tunauza mafuta kama hivi, 10% tunawasaidia hawa mabinti, kwa hiyo inakuwa baraka kwa wao wanaonunua, lakini pia kwangu pia Uh, sisi tuna hiyo ministry Friends of God, na nilishaongea kipindi fulani, kuna mabinti ambao tunawasaidia. Hata kama mtu asipoweza kununua mafuta kununua mafuta, ana uwezo pia wa kuja kuchangia kwa namna nyingine ambayo ataweza yeye, na nimeshaongea sana kupitia Instagram, nilishapost hata YouTube, na namshukuru Mungu, kuna baadhi ya Watanzania wa wengi tu wanachangia. So, kwa ambaye anaweza kuchangia kwa staili ile ni vizuri pia, lakini ambaye anapenda mafuta pia anakuwa amechangia direct. Thank you. No, like like like like like Okay, sikuacha product ilikuwa bado inaendelea mm -hmm. Lakini nilikuwa niko kwenye kurekebisha ku, ku, ku, kitu ambacho kina miss kwenye haya ya mafuta. Kwa hiyo kama nilivyosema nimechukua muda nafuta ni kitu gani kina miss, kwa sababu kuna kitu nilikuwa nakiona bado sijakipata nachokitamani kwenye ngozi yangu. Kwa hiyo nimefanikiwa, kwa hiyo nimewaleta upya, yaani ni kama yamezaliwa upya. Yes. Yes, ah, no hapa ndo rasmi tunaizindua na ndo maana tumekaribisha fursa za watu ambao wanataka kuwa mawakala, na kama nilivyosema, wanaweza wakafika dukani kwetu Sinza, kwa Remi pale, tuna duka letu la iCosmetics. Kwa mtu yote ambaye anataka kuwa wakala anaweza kafika pale, lakini pia tuta post kwenye Instagram yangu ambayo na Instagram ya iCosmetics, tutaweka namba za simu pia, wanaweza wakawasiliana nasi kupitia hizo namba za simu, lakini pia wako mawakala ambao tayari tunafanya nao kazi ambao nadhani tutaendelea nao, lakini wengine ambao wanatamani kufanya kazi na sisi tunawakaribisha hata kuwa na share kwenye i cosmetics, pia tunawakaribisha, it's a good thing. Ni watu ambao na, wa, na, wa, na, na, na, na, na wa admire kwa sababu ni wanawake wa na wanapambana, hawajaamua tu kukaa au ku nini, lakini wameamua kuji kufanya kazi ya product, na ni kitu kizuri. Wale ni warembo na wanafanya kitu cha beauty ambacho kinaendana na kazi yao. Mimi na, na wasupport sana na nimekuwa nikiwasupport sana, na napenda sana mtu akifanya kitu ambacho anaona ni kizuri kwake na anaweza akakipush. Kwa hiyo ni watu ambao na admire vile, hata Jackie vile anavyofanya anavyohaswa, yani it's a good thing. Kwa kweli hata mimi najifunza na, na baadhi ya vitu kutoka kwake mm. Okay, kama nilivyosema, hii ni uh, ni dini ambayo tulitamani kufanya na waandishi wa habari. Kwa hiyo unaoona hapa wengine wote ni familia, kwa hiyo mama ilikuwa ni lazima awepo kwa sababu ni familia. Yes, kwa sababu tumewakaribisha nyie, ndo wageni wetu na mama ndo, mf, ndo, ndo, ndo mfano mzuri wa product hii, kama unavyomwona Azeki, eh anatumia anti-aging. Kwa hiyo mama ndo, na pia ndo engine wa hii product Sasa anashangaje kati na yeye anayatumia. Mashabiki wengi sana. Hapana, hapana sijawapendelea wanawake pekee yake, hata wanaume wanatumia. Ndio maana hapa unaona kuna mafuta ya brown skin, wanaume weusi wanatumia kama wewe ambayo utakikwa labda mweupe sana unatumia na haya pia, mtu pia. So, tu, haya ya mtu mweupe anatumia mwanaume pia, sio mwanamke tu, hata mwanaume anatumia. Hapana, mafuta yangu hayachubui, never, ila tu yanakung'arisha, yana vitamins ndani, kwa hiyo hujichubui, ila unang'aa. Eti niwaombe <laughs> mnacheza na la mapenzi <laughs> Hapana. <laughs> utakii kuteswa na, na, na mapenzi. Ukifungua box lako hapo la zawadi, utakuta kuna mstari wa Biblia nimekuandikia hapo. <laughs> sawa <laughs> Unasema, mjue sana Mungu ili upate amani na ndio mema atakapokufuata. Yes. kwa hiyo Mungu awabariki sana, neema ya Mungu iwe pamoja nanyi na baraka zile nyeme.